Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza. Leo nakuletea mada inayosema wanaume wanaotiwa moyo kifekifeki na, hasa, na hasara zake. Well, nimekuwa nazungumza hapa mara mara kwa mara kwamba asilimia sitini na saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba amefika kilaleni kumbe hawajafika, na watu wengi wanafikia, nazungumza tu takwimu na nanini nini, sina ushahidi. Imepata ushahidi leo mkubwa tu kwamba mwaasilimia sitini na saba ya na, na dada ambaye aliweka omenti yake kwenye chanel yangu ya YouTube kwa baati, na kwa bahati nzuri sina muda wa kupitia sana komenti za watazamaji wote nikamwambia tuwasiliane kwa namba hii, akawasiliana mimi leo sawa. Anazungumza jinsi gani mume wake amfikisha kileleni, mpaka ametafuta mchepuko, mchepuko nao hujafikisha kileleni. Akasema amenilambalamba sana lakini hajachezea nyeti. Unaona, amesema amelambalamba sana lakini kuchezea nyeti, kwa sababu kufika kileleni. So nikamwambia hivi, nyeti ndio switch ya mwanamke kufika kileleni. Hajanijibu bado, kwa hiyo simu nimeacha hapo. Nilikuwa na chat naye muda sio mrefu. Kwa hiyo nataka kuambia unaweza kwamba huyu mwanamke amechipuka. Sasa sikiliza, uh, stori hii alafu niweze kuongea mambo mengine mazuri. Sipendi stori hii iwe ndefu sana. Sikiliza. Asema hivi, dokta, nakushukuru sana kwa zile video ulizonitumia. Mimi naitwa Godfrey. Niko mkoa fulani, sihitaji mkoa. Nipo kwenye ndoa huu mwaka wa sita. Nilikuwa sijui kuwa mke wangu ananidanganya kwamba ana enjoi kushirikiana na mimi kwenye tendo lile la wanandoa ila zile video zako ulizonitumia zimenifanya niweze kugundua kwamba nilikuwa naenda mahali pabaya sana tena pachafu. Mke wangu mwenyewe katamka kuwa siku zote alikuwa ananitia moyo tu kuwa amefika kileleni, ila alikuwa hakojoi kabisa, na alikuwa ameboreka na mimi dokta nimetumia njia zile za kumwandaa mwanamke, yaani nilisoma vizuri ile ramani ya mwili wa mke, yale maeneo kumi na saba yenye miisho mingi ya mishipa ya fahamu. Dokta, ile ya G spot ndio kubwa lao, amekojoa na akarusha maji toka kwenye kei yake mpaka tukaloana wote na akalia kabisa, Dokta. Mke wangu ameapa kabisa, angesema ilibakia kidogo tu achepuke, na akaniambia alikuwa anataka kuchepuka naye, tena ni rafiki yangu dokta. Nashukuru sana, maana mapenzi yetu yamechipuka ya upya, amepagawa kupita kiasi. Unaweza kuona jinsi gani? <laughs> Yes, jinsi gani wanawake wanahangaika ili wafike kileleni. Sasa ni hivi, hebu fikiria mwanaume unanisikiliza, huyu mwanamke unamtia unamtia lakini hafiki kileleni, sawa? Unamtia sana lakini hafiki kileleni, lakini anasikia wenzie kwamba wanafika kileleni. Utafanya nini kumzuia as, as, asichepuke? Hapo, utafanya nini? Hebu fikiria. Hivi unajua kwamba mwanamke huyu unayemtia anapopata mimba yuko katika hatari ya kufa wakati anajifungua? Unalijua hilo, kwamba hili liko akilini mwa mwanamke, kwamba huyu mwanaume ananitia, nitapata mimba, lakini naweza nikafa wakati anajifungua. Kwa hiyo anakupa nafasi ya kumpa kitu kikubwa sana kabla hajafa. Haleluya. Yaani anakupa kitu ambacho mwanamke amba raha, hata kama akifa at least yuko Mungu, anamwambia Mungu, asante ulipa mume mzuri, alikuwa ananipa raha kweli. Anaweza kafa mpaka wakati anajifungua. Sasa wewe umhangaiki haya maeneo 17, yule mwanamke huyajui, asikiliza mwanaume ambaye anajua kuhangaika, baada ya kuona kwamba uwezo wake wa kutokufikisha mwanamke kileleni ni mdogo. Angalia, naomba nikusomee kwanza chat <laughs> chat ni ndefu, chat hizi ni ndefu kidogo hizo chatting? Sawa, nimechat naye huyu kaka. Sasa naomba nikusemee mwanzo hadi mwisho sawa, uweze kuona mwanamke, ambaye mwanaume ambaye anajua thamani ya mwanamke. Habari za wakati huu, Dokta Thamani, ina changamoto zifuatazo: moja, uume kusimama kwa shida, yani hata mwanamke akaye uchi sishtuki, na sikuwa hivyo. Mbili, misuli ya dudu langu imeregea, haina nguvu kama awali. Tatu, ikijikaza ikasimama kabla sijaingiza inalala. Nne, sipati hamu ya tendo. Tano, napata maumivu makali sana kwenye shina la dudu langu na yanapanda juu kidogo mpaka kwenye kibofu, jambo hili hutokea mara nyingi. Sita, mara moja kido, mara moja tu napata haja ya ndogo na, na, mkojo unaanza kuvuja kufu, kufu, saba ume wangu umesinyaa kama wa mtoto. Nane, kuna wakati nasikia maumivu kama kitu kinacho, kinachoma kwenye tundu la haja kubwa alafu maumivu yanapanda mpaka kwa shina la ume, hiyo nane. Tisa, mbaya zaidi hata nikimeza Viagra napata maumivu ya kichwa tu, lakini ume haufanyi reaction yoyote. Viagra ni dawa zile za madukani za nguvu za kiume, sawa. kuna wengine wametumia, sijui vumbi la Kongo limewaathiri, sawa. Anahangaika, nasema natumia zile dawa za madukani bado inaletea shida inaletea tu maumivu ya kichwa. Nina miaka thelathini na minne tatizo hilo lina mwaka wa kumi. Hospitali waliniambia shida ni neurons system. sijui mawasiliano gani huko mwilini, nikatumia dawa lakini matokeo hamna. Naomba msaada wako tafadhali. Miaka kumi, mwanamke anahangaika. Haya, nikamuuliza Ulishawahi kujichua? Akasema yes, ndiyo nimeshawahi kujichua, na baada ya kuona kwamba kuna matatizo yanayotokezana na hiyo, niliamua kuacha, lakini tatizo hilo, nilipoanza kujichua nilikuwa sijaoa bado. Nikamtumia maelekezo, nikamwambia hivi, kuna sababu mbalimbali zinazosababisha tatizo lako. Kwa mfano, punyeto, hata kama umeacha, unapopiga punyeto au kujichua unapokuwa umemwaga mbegu kuna hewa inaingia ndani y yani ume inaingia ndani ya ume na kwenda kutengeneza ukungu ambao unaendeleza kuongezeka uzito kwa kadri siku zinavyoenda. Uzito wa ukungu huo unapozidi, inafikia hatua vipokea hisia vya mishipa ya fahamu ndani ya ume vinajifunga, na mishipa fahamu haifanyi kazi vizuri, na mishipa fahamu isipofanya kazi vizuri, mzunguko wa damu ndani ya dudu lako unakuwa mbovu, unapata matatizo ya nguvu za kiume kuwa ikumaliza na kushindwa kurudia tendo, au dudu linaweza kuanza kupungua ukubwa na kuwa fupi, au linakuwa jembamba, au inaweza ikapinda, kupungua ukubwa wa korodani na maumivu kwenye korodani. Hayo ni baadhi ya madhara ya mchezo huo wa kujichua. Pia unaweza ushindwe kuzalisha mtoto kutokana na mbegu kukosa virutubisho sahihi. Pia inawezekana, inaweza, inaweza kupelekea uwezo wa kukumbuka mambo kupungua. Aidha, hiyo ya kujichua inaweza kuletea matatizo mengine makubwa kama vile kansa ya korodani au kansa ya, ya, ya damu. Vile vile akasema hivi dokta, kuna daktari mmoja alisema kuwa sababu labda nilikaa miaka mingi bila kufanya mapenzi, maana nimeanza kufanya mapenzi nikiwa na umri wa miaka ishirini na mbili lakini pia hakunitatulia tatizo. Mwingine daktari akasema ni stress tu zilizidi, na huwa zinazalisha sijui homoni gani umo ndani, so mpaka itolewe hiyo homoni ya stress. Sikumfuatilia kwa kweli, kwa sababu nilishachoka na uswahili kwa kweli. Sijawahi kuugua magonjwa ya zinaa. Nikamuuliza hivi, nikamuuliza hivi, mchawi wako, nikamuuliza hivi hivi, hujawahi kuwa na tatizo la kulazimisha haja kubwa. Akasema hili la kulazimisha haja kubwa ni sahihi, mpaka kuna wakati natoka damu na inaweza ikapita siku mbili choo sipati. Pia dudu limekuwa fupi na limepinda. Tafadhali tumaini langu liko kwako, kwa kwa. Nikamwambia hivi, mchawi wako ni hiyo ya kulazimisha haja kubwa kwa sehemu kubwa, japokuwa umejichua. Pole sana, umehangaika sana na nakuthibitishia naweza kukusaidia. Namba moja hadi nne ni mzizi wa hayo matatizo, ni hiyo ya haja kubwa. Kwa hiyo matatizo yale manne yote hayahitaji dawa tofauti, yanahitaji dawa moja, na hiyo dawa na, naweza kukutumia kwa gharama ya shilingi elfu sitini na tano. Matokeo ni baada ya wiki mbili, lakini utaitumia dawa kwa miezi miwili kufanya mabadiliko yao ya kudumu. Na hisi namba tano unahitaji dawa nyingine ya kukuza uume ambayo gharama yake ni shilingi elfu sabini na tano. Inaongeza urefu na unene, na dawa hiyo hiyo vilevile vile inasaidia kunyoosha uume uliopinda. Yeye akajibu eh, je, hii ya haja kubwa gharama zake zikoje? Nikamwambia gharama yake ni hiyo hiyo. Dawa hiyo nimekuambia itakuletea matatizo ya nguvu za kiume, hiyo hiyo inatosha kwa hilo tatizo, kwa sababu kuna kaka mmoja alikuwa na tatizo la nguvu za kiume akamtuma mke wake aje achukue dawa kwangu. Mke wake alikuja kuchukua dawa, tatizo la nguvu za kiume likaondoka, na vilevile tatizo lile la kukaa siku mbili hadi tatu bila kwenda haja kubwa, na yeye likaondoka. Aliweza kufanikiwa katika hilo, na nguvu za kiume zikarudi, na ameweza kuwaleta na marafiki zake usini kwangu, nikaweza kuwasaidia. Yeye akasema wow, labda sasa hivi na hakika sasa kwamba nitapata tiba ila dokta, ni kweli hili tatizo litapona? Mimi likipona, siahidi nitakupa nini, lakini nafanya jambo. Kwa sababu tangu nimemuoa mke wangu, huu ni mwaka wa sita sasa, sijawahi kufurahia tendo la ndoa kama mwanaume. Nadhani hata yeye pia, japo huwa hapendi kuongelea hilo tatizo. Du dokta, kesho asubuhi nitakutumia hiyo hela na unitumie hiyo dawa, niko Dodoma. Nikamwambia, e, watu wa Dodoma nawatumia dawa kwa mabasi wanapokelea pale maeneo ya CBE. Mungu akubariki. Ametuma dawa, ametuma hela ya dawa hiyo, na dawa hii sasa hivi iko njiani kuelekea Dodoma. Kwenye majira ya saa 11 anapata hiyo dawa yake na maelekezo yake, na nimemwekea ofa ya jarida lile la maeneo 17 ya kumshika mwanamke ili afike kileleni haraka. Kwa maana mwingine ni kwamba pale mwanamke anapogundua ana tatizo ni wajibu wako wewe ugundue kwamba hapa simtoshelezi mke wangu. Ukiona amekaa kimya, usizanie kwamba ameridhika na kila kitu. Sasa basi, kuna watu wengi sana sana wametapeliwa, najua hii watu wanaogopa no. <laughs> Lakini kuna watu ambao wameniamini mpaka nchi za nje, mpaka Marekani imeshima dawa dawa hizi Marekani, Uingereza, Polandi, U Israeli, nimetuma juzi na nchi uh gani nyingine ambayo nimetuma hivi juzi juzi nyingine ilikuwa ni, ni, ni Norway, yeah, ni Norway. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanawezekana kabisa a ya, lakini kubwa ambao anapenda kulizungumza hili ni kwamba huyu kaka alileta uh, message hii ambayo imeleta mada hii ni kwamba yeye alikuwa hajui kwamba mke wake hafiki kileleni na asilimia kubwa ya wanawake wanaume hawajui dalili, ishara ambazo mwanamke anazitoa anapokuwa amefika kileleni, hawajui. Kwa hiyo ni rahisi kudanganyika. Hebu fikiria kaka huyu, hii ni stori ya kweli. Kanipigia simu, anaambia, dokta, naomba ushauri. Nikwambia unalipa shilingi elfu tano ndo unaongea na mimi kwa ushauri. Lipa kwanza elfu tano naweza kuongea na wewe. Akalipa shilingi elfu tano, akanipigia simu, dokta, nimeumia sana na mchumba wangu na mchumba wangu Ha. Na mchumba wangu wa huu wa, ni mwaka wa pili na tayari nafikiria kumtolea mahari mwezi huu wa kumi na mbili. Na sababu huuwezi. Sasa nilimuuliza swali kwamba hivi <laughs> kwamba toka tumeanza kufanya mapenzi nimeshakufikisha kileni mara mara ngapi? Akaniambia ni mara hii moja. Kawasema, dokta, niliumia sana. Sasa nikamuliza huyu dada. Kwenye hiyo mara moja ambayo nimekufikisha kileleni, nilifanyaje fanyaje? Mwanamke akamwambia, "Sijui nilifanyaje fanyaje. Ulifanyaje fanyaje? Lakini ninachojua mimi kwamba nilifika kileleni. Lakini mambo ulioyafanya, sikumbuki ulifanya nini." Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Huyu kaka asingeuliza, Asingeuliza, angefunga ndoa na huyu mwanamke. Mwanamke afiki kileleni akati anatarajia kabisa kwamba kuna hatari ya kufa wakati wa kujifungua. Kwanini utamu, kwanini fikiria, kwa nini nife kabla sijapata utamu? Kwa nini asiepuke? Kabu fikiria, inakuwa historia. Kwenda kwa sala nyingine ya kweli, huyu ni mwanamke ameshawahi kufanya mapenzi, kapata mchumba sawa, ameenda masomoni nchi za nje, hawajafanya mapenzi bado. Sawa, hawajafanya mapenzi, ameenda nchi za nje kusoma sasa baada ya kulisikiliza hapo kwa kuona umuhimu wa mwanaume kuwa na dudu kubwa, akamuuliza mpenzi wake, akamwambia, mpenzi wangu, naomba unitumie picha ya ukubwa wa dudu lako, nataka nilione ina ukubwa gani? <laughs> Sasa mwanamke, mwanaume hajui kwamba anapimwa kivipi. Sawa, anapimwa. Wale akapiga picha dudu limesimama, akapiga picha. phdudulimesimama mwanamke Mwanamke kaliangalia, akamwambia nitumie tena mara ya pili niangalie tena. Naona hii picha haionekani vizuri. Hii picha ipiga tena. Piga. Ah. Yaani mwanamke akuamini, sasa kwa dudu dogo hili? Akanambia daktari unayo dawa, una, da, una da, kuongeza kubwa, ya kuongeza ukubwa dudu, nikamwambia ninayo. Gharama zake mwambia 75,000. Akasema upo uwezekano kumpa hiyo dawa asijue kwamba ni dawa ya nini? Jinsi kama sasa hivi wanawake <tongan> wanabadilishana <tongan> mawazo kwenye magrupu yao ya kike, wanabadilishana mawazo, wanatumiana mapicha, kama dada moja limtumia picha mwanamke na tumia mkao ule kisimi cha mwanamke vizuri sana unaitwa koito alignment ingiza, ingiza magoli manne matano, apige vipi, magoli mengi, hataki ma ume tena umesimama. Nikasema hivi iwapo urefu Una, una toka unapoingiza tundu lile la unapoingiza ume wako kwenye ile tundu, urefu wake kutoka kutoka kwenye ile tundu mpaka kilipo kisimi, ukizidi sentimita mbili na nusu mwanamke anapata shida kufika kileleni. Hiyo nilizungumza kwenye video iliyopita. Sasa basi, ni kwamba nikamtumia udada picha hiyo, sasa ya mkao huo maalum unaitwa coito alignment technique, ambao unapo umeingiza ume vile vile unaweza kusugua na kisimi. Nikamtumia hiyo picha udada, udada akasemaje?

Unaona, unaona, kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo ambavyo vinapasa vifanyike. Sasa hata mikao yenyewe maalum, mikao ambayo ni, ni rahisi kwa mkeo kufika kileleni. Uijui. Maeneo namke, ujui maeneo kumi na saba ya kumwandaa mwanamke. Ujui kwa nini usitombewe? Kwa nini usitombewe? Kwa hiyo hadhari Akizia hizo video na maelekezo nakuwekea hapa jinsi ya kumwandaa mwanamke na mikawa hiyo yote. Akizia video gharama shilingi elfu kumi sio bure, shule inauzwa. Shule inauzwa jamani. Sawa. Sawa. Kama unataka shule ya bure, omba mikopo ya serikali kusaidie kukulipia hii shule. <laughs> Kama unaangalia video yako mara kwanza jisajili, nitakuwekea video nyingine kwa taarifa haraka sana. Bye bye. <laughs>